Kidogo tumeweza kuangalia taarifa hiyo. Leo kumetokea uh zoezi ama hafla ya kuweza basi ya wafu kuweza kumpatia kumuombea ama kuombea mabaki ya mzee Raila Odinga kupitia kanisa la Kianglikana ISK, ambapo basi zoezi hilo limeweza kuongozwa na Rais William Ruto katika uga wa Nyayo. Naam. Taarifa ambayo imekamilika sasa hivi, aa, imesema kwamba wengi wamemuona kama baba, wamemjua kama baba, baba nyumbani kwa familia yake na baba wa kisiasa. Baba ameondoka. Mara nyingi unapata baba akiondoka nyumbani, familia kidogo na yumba, yumba kama haiko dhabiti kabisa. Sasa kwa wale ambao walimwona kama baba wao kisiasa, wafikiri sasa kipindi hiki, maana baba ametoweka, ame, ame safari yao kisiasa itakuwaje? Uh, Dickens, kwanza tu niseme kabla hata kuguzia viongozi, kuna baadhi ya Wakenya pia wanahisi kuwa walikuwa wanamchukulia kama baba na wanahisi kuwa kuwa baba ameondoka pia wanahisi kuwa wamebaki kama mayatima na wanahisi pia kuwa baba hakuacha mwelekeo au hakuwaelekeza akiondoka, basi ni nani anachukua usukani? Au kama hata kuwepo, mambo yatakwenda vipi? Wanahisi kuwa kuna pengo ambalo baba ameacha nyuma. mm -hmm, na hawajui pengo hili litazibwa lini. Kando na wananchi wa kawaida, kuna wanasiasa, wanasiasa ambao kusema kweli Dickens, kama si Raila mm, kuwashika mkono basi leo hii awangekuwa ni viongozi au wanasiasa. Kufuatia kifo cha Raila, naona kuwa kuna baadhi ya wanasiasa ambao huenda waka itabidi wafikirie upya mipango yao ya siasa au karata zao za siasa, manake hivi sasa baba yuko, wengi walishinda kura labda baba ndio alisema tosha, huyu tosha, huyu tosha. Lakini sasa hakuna ule mtu tena wa kuwashika mkono wa kuwapigia kampeni au wa kusema tosha. Sasa kuna wengi itabidi warudi katika wana, wazungu wanasema back to the drawing board, wafikiria ni vipi sasa wataanza kucheza siasa zao za kisiasa, iwapo bado wanataka kuendelea kugombea kufikia mwaka 2027 na hata kuendelea. Kwa hivyo naona, ni kama kuna wengine ambao itabidi Uh, watafute vyama vingine. Uh, wengi wamekuwa katika vyama, uh, chama cha ODM ndi, uh, kwa sababu ndicho chama ambacho tumekijua ni chama cha baba na mm -hmm. Wengi wameshinda kupitia chama hicho. Hivi sasa hatujui hatima ya chama hicho. Kwa sasa tunajua ndugu yake mkubwa Raila Odinga ndiye ameteuliwa kuwa kaimu uh, kiongozi wa chama hicho mm -hmm. Lakini hatujui sasa hatima ya chama hichi uh, itakuwa ni ipi uh, kufuatia kifo cha baba. Lakini baba awali alikuwa amezungumza kidogo, unaweza ukasema kwamba hakuwa ametoa mwelekeo, japo alikuwa siku kadhaa kabla mauti yake alionekana hadharani akiuliza, nani alikwambia kwamba chama cha ODM mm hakita, yes, ndio kweli, hakita msimamisha mgombea wa rais mwaka 2027 kuna yeah. Ina maana kwamba alikuwa tayari amekusha nong'oneza kidogo, kuna mwelekeo Uh, kulingana na jinsi aliongea ni kuwa makubaliano yake labda na Ruto ya hii serikali jumuishi ni kuwa tuna, tunaungana nanyi hadi mwaka 2027, lakini kura za mwaka 2027 hapo bado ita, itabidi pia sisi tujue ikiwa tutamtoa mgombea wetu au itabidi bado tuendelee kuunga serikali ya Ruto mkono. Kufikia sasa hakuwa amesema ikiwa baada ya mwaka elfu mbili ishirini na saba watamunga Ruto, wampigia. Alikuwa amesema huenda pia chama cha ODM kikamtoa mgombea. Kwa bahati mbaya, baba ameondoka. Sasa haijulikani ikiwa sasa anayemshikilia au anayeshikilia wadhifa sasa wa uongozi wa chama cha ODM, hatujui ikiwa wata kupi, na viongozi wengine wataamua kuwa baba Ah, wataamua kuwa wamsimamishe mgombea mwingine ambaye atapingana na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 au wataamua kuendelea kumuunga mkono mm -hmm. Rais William Ruto achukue usukani katika muhula wa pili. Naam. Kwa hivyo kwa, kwa, kwa kifupi ni kwamba uyatima huu ambao Raila Odinga ameweza ku, kuacha kama baba katika ulingo wa kisiasa na kwa wafuasi wake ina maana labda kuna kuna mwanga kidogo, labda kutakuwa na mwelekeo kwa kifupi kusema kweli kufikia sasa hatujui mwelekeo wa chama utakuwa upi. Wakenya wengi wanasubiri kujua. Kusema kweli kwa sasa hata viongozi wenyewe wa kisiasa kuna wale ambao kufikia sasa hata hawajui hatima yao Kwele. Hawajui. Unasema uh, kwamba kimeweza kugusa sana katika hafla hii ya familia kutoa rambirambi kwa marehemu baba yao. Kwanza tu ni kuona jinsi familia ya Raila ilikuwa imeungana. Uh, watoto wake jinsi walivyoongea na hata mke wake, inaonyesha kuwa ilikuwa ni familia ya muungano, walipendana, na wali kila mtu alijali mwenzake, na kuondoka kwa baba ambaye ni baba yao mzazi, lakini baba kwa wakenya wengine, sema kweli ni uchungu kwao, na jinsi walivyozungumza, tumeona watoto walizungumza, mke wake akazungumza watoto, uh, tukianza na yule Rosemary ambaye ni mwanawe wa pili wa Raila aliweza kumtaja baba yake kuwa ni mtu ambaye alipenda sana familia yake. Tukienda kwa kijana wake ambaye ni Raila Junior Odinga, pia yeye aliweza kusema kuwa baba yake alikuwa ni shujaa wake, na kuondoka kwake sasa amemhakikishia babake kuwa sasa yeye atachukua usukani wa kuongoza familia yao na pia akasema kuwa ataweza kupigania kile ambacho baba yake alikuwa akipigania. Hii inajumuisha usawa na mambo mengine tu ya utumishi kwa wote mm -hmm. Na pia tukamwona tuka, tuka pia Winnie Odinga akiweza kuzungumzia. Kwanza Winnie Uh, ni mtoto ambaye tumemwona akiwa karibu sana na babake wakati wote, wakitembea pamoja, wakienda ziara pamoja, na ni mtoto wa mwisho uh, wa Raila Odinga na ni mtoto ambaye walienda na yeye uh, India akiwa na babake ake kwa, ma, uh, kwa matibabu, lakini kwa bahati mbaya baba hakurudi, lakini Winnie aliweza kurudi na ile kofia ya baba Raila na akampokeza mamake Aida Odinga. Na alipozungumza Winnie, kuna kitu ambacho alisema Kabla ya kifo cha Raila kulikuwa na uvumi tu wa kuhusu um, baba amefariki, alifariki kitambo, alifariki siku hii, lakini Winnie aliweza kutupilia mbali ripoti hizo. Akasema uh, kuwa baba alifariki akiwa mikononi mwake na alifariki tarehe ngapi? tarehe kumi na tano mwezi huu wa Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano na naam, na nani Inaonyesha tu kuwa uh, baba alikuwa kweli na familia ya Odinga. Raila Odinga ilikuwa na ule mmoja mm -hmm. Na, na mtazamaji, kabla tupate sauti ya mapicha ya maombolezo ya familia, niweze kukujuza tu kwamba kakake Raila Odinga yameweza, Oginga Oburu Oginga, Oginga Odinga ameweza basi kufichwa kwa umma, kwamba siku ambaye ndugu huyo wa kiume aliweza kufariki basi tarehe kumi na tano Jumatano Uh, ya Oktoba hii 2025. Basi ya imekuwa siku yake ya kasisi. Ya Profesa David Kodia ameweza basi kuwafurahisha mamia na maelfu ya Wakenya kutokana na mahubiri yake ambayo ameweza kutoa katika hafla hiyo, mahubiri ambayo Diana ameweza kuwagusa, ameweza kugusa nyoyo za Wakenya kwa kuweza kuwashambulia uh, wanasiasa ambao wanaonekana ni wahuni kwa raia wao. Naam, kweli kabisa, Dickens, tuliweza kuona kasisi huyu alizungumzia sana suala hili la ufisadi nchini na akaweza kuwakashifu viongozi ambao wamekuwa wakijihusisha katika ufisadi na akaweza kuwarai kwa heshima ya Raila wa chane na ufisadi, maanake hmm, alitoa mfano wa Raila hapa, yule yule mwanasiasa ambaye alikuwa anatumia pesa kuwashawishi wananchi kumpigia kura au kumunga mkono. Alitumia mfano huo na akaweza kuwasihi viongozi haswa wa kisiasa kuachana na ufisadi na pia wawe watu wa kupigania demokrasia jinsi tu Raila aliweza kupigania demokrasia nchi. Na mkasisi huyo, mpenzi mtazamaji, ni kasisi wa kanisa ACK Diocese ya Bondo katika kaunti ya Siaya, tupate kusikiza kile ambacho alisema, jambo ambalo kwa kweli limewaumiza lime, lime limewaumiza wanasiasa wengi ambao basi wanajua wamechaguliwa kwa sababu moja, kuwahudumia raia, ili wakishafika kule wanaangalia matumbo yao wenyewe. If there is anyone here I want us to make a testament I want us to make a testament with the people of Kenya If there is anyone here at whatever level be you a governor be you an MCA be you whoever it is who has looted this country you know you stand the chance of being correct na mpenzi mtazamaji, kufika hapo basi, ni ruhusu basi nipate fursa fupi ya kuweza kupunga unyunyu. Mengi zaidi yapo upande wa pili, sende mbali kwamba kuna jambo ambalo basi limeweza kutendeka katika zoezi hili lote la maombolezi ambalo basi wa Kenya, ama waombolezaji wanajishirikisha nalo, jambo ambalo ni kama nembo ya kuweza kumomboleza Raila Odinga. Nembo hiyo ukiwa na gari unahitajika kubeba, ukiwa kwenye pikipiki unahitajika kubeba, ukiwa kwenye baisikeli, ukiwa kwenye miguu unahitajika, unahitajika kubeba nembo hiyo. Kwa wale wafuasi sugu sana ambao wanamuomboleza Raila, basi ni majani ya miti ikiwa basi, uko makini, labda barabarani unatembea, unapatana na gari na majani ya miti. Ukiwa uh, ukiwa kwenye pikipiki, unapata labda mwendesha bodaboda hiyo ama pikipiki hiyo na majani ya miti, ishara kwamba basi ndio nembo ya kuweza ku, uh, kutofautisha yule ambaye anamuomboleza Raila Odinga na yule ambaye hamuomboleza uh, Raila Odinga. Ni jambo ambalo unafikiria pia, katika maandamano haya ya uh, kumuomboleza uh, Raila Odinga, barabarani unapatana vijana, watu wazima, wana wamebeba majani ya miti waki, wakiweza waki kupeperusha juu kwamba ishara ya uh, kuweza kumwomboleza Odinga, na ni jambo ambalo najua kwamba kesho hata jana na leo, Kisumu na maeneo hao mengine yote ambapo ambapo sasa jeneza jeneza na mwili wa Odinga unaelekea basi ndio itakuwa ishara tosha kwamba ni, uh, ni ishara kwamba wanamuomboleza Raila Odinga. Turejee katika jiji la Nairobi. Uh, mpenzi mtazamaji, nikiwa bado uh, na mwenzangu hapa. Leo katika uga wa Nyayo kumetokea jambo ambalo, uh, kinara upinzani Kalonzo Musyoka ameweza kuzungumzia uh, akisema kwamba e-upinzani umeweza kutambuliwa katika njia ya ambayo si sawa na naye, naibu rais uh, Kithure Kindiki. Kulingana na Kalonzo uh, Kindiki aliweza kutambua upinzani, lakini katika hali ambayo si ya kiheshima hivi. Kumbuka kwamba Raila Odinga alikuwa kinara upinzani. Unafikiri basi uh, ni jambo ambalo uh, serikali ingeweza kutilia maanani kwamba Kalonzo na kundi lake la upinzani waweze kutambuliwa, wapewe nafasi ya kuzungumza kuhusu Raila Odinga? Ana, nahisi kuwa Kalonzo Musyoka ambaye ni kinara wa chama cha Wiper ana haki ya kuhisi jinsi anavyohisi, maanake uh, kwa muda mrefu Raila marehemu ambaye ametuacha amekuwa katika mre, upande wa upinzani, tumemjua sana kama kiongozi wa upinzani na kwa hivyo na katika uh, mrengo huo wa upinzani Raila ameweza kufanya kazi sana na Kalonzo Musyoka na viongozi wengine, kwa hivyo kulingana na Kalonzo Musyoka, ni kweli upande wa viongozi wa upinzani pia ambao pia waliweza kuhudhuria ibada hiyo ya kumwaga Raila Odinga katika uwanja wa Nyayo pia wangepewa nafasi kidogo au viongozi wawili watatu wangeachwa wazungumze, pia waeleze safari yao, Aa, na Raila Odinga wakiwa katika upande wa upinzani kabla ya Raila kuvuka katika sasa upande huu ambao alikuwa amevuka na kuanza kuunga mkono serikali. Kwa hivyo nahisi kuwa uh, na, na hisi kuwa Kalonzo ana ile haki. Manake pia Kalonzo, amekuwa kwa wakati mmoja, amekuwa mgombea mwenza wa Raila katika chaguzi, uchaguzi wa urais. Kwa hivyo pia angepoa ile fursa lakini, hatujui ikiwa kama siku ya Jumapili wakati wa mazishi ya Raila, hatujui kuwa ikiwa ratiba hiyo imewaweka baadhi ya viongozi wa upinzani katika ratiba hiyo kuongea, hatujui, tutazidi Kungoja tuone na kushuhudia itakuwaje. Kisha aliyekuwa rais ambaye amefanya kazi pia na Odinga kupitia uh, makubaliano ya handshake, Uhuru Kenyatta ameweza kusema jambo ku, ambalo basi limeweza kuwafurahisha sana Wakenya kwamba bado mapambano, kwamba Raila Odinga aliweza kusimamia haki, aliweza kusimamia demokrasia, aliweza kusimamia uhuru wa mazungumzo, uhuru wa ku, kuongea popote pale kwa misingi ya katiba ameweza kufurahisha wengi sana uh, katika hotuba yake ikilinganishwa na uh, labda wale wengine ambao wameweza kuzungumza katika katika hotuba hiyo. Unafikiri ni kwa nini? Unafikiri kwamba ameweza kuwafurahisha Wakenya, maana alikuwa karibu na Odinga? Uh, ndio. Uh, maanake baada ya ile handshake tuliona kuwa waliweza kufanya kazi vizuri na Raila, na hata baada ya mula wake ulipokuwa ukienda kukamilika wa Uhuru, tuliweza kuona akimuunga mkono Raila pia aweze kugombea urais, akampa ile support. Kwa hivyo Uhuru anahisi kuwa labda huenda, kwa sababu baba ameondoka, huenda yale yote ambayo amekuwa akipigania huenda tukasahau yakasaulika, au huenda yakatupiliwa mbali. Ndiposa amewakumbusha Wakenya, jameni, tusi tusilale sasa kwa sababu baba hayuko nasi, tuendelee na mapambano. Naam, haya basi, uh, turejelee katika hizi siasa za chama cha ODM. Tumemwona Oburu Oginga akiweza kuteuliwa kama naibu ama kaimu kinara wa chama cha ODM Mkenya mahali labda ataona ni jambo hili limefanywa kwa pupa sana labda, uh, maana Mkenya angesema kwamba wangesubiri Raila Odinga hata azikwe, kidogo majuma yapite kiasi, kabla ya kuweza kumchagua kinara, maana kaimu kinara wa ODM, sijuu waonaje, imefanywa kwa haraka ama ni kwa misingi ya makubaliano ya chama nafikiria wajua, uh, lazima pia baba ameondoka ndio, lakini si uh, kwa sababu ameondoka mambo yasimame. Lazima pia shughuli za chama ziendelee, lazima pia wa... wawe na mipangilio, watoe taarifa na wawezi fanya hivyo, ikiwa hawana kiongozi, ndiposa waka... ikabidi tu wachague mcha...... wa kaimu kiongozi. Hawaja mwidhinisha um, um, kuwa kiongozi ni kaimu bado, hatujui ikiwa na watachagua kiongozi mwingine, au bado sasa watamwidhinisha kakake aa, Odinga ambaye ni Oginga Odinga, hatujui kama ndo ataidhinishwa sasa aendelee sasa kukiongoza chama hicho ambacho Dickens, kumbuke kuwa chama hiki kimekuwepo kwa, kime kwa muda mrefu na mwaka huu kimekuwa kikisherekea miaka ishirini ya kuwepo yeah. Na pia nakumbuka kuna hafla ambayo ilifaa ifanyike katika kaunti ya Kisumu, uh, ya sherehe ya miaka ishirini lakini ilikuwa imehairishwa. Uh, kulikuwa na shughuli fulani ilikuwa inaendelea, wakahairisha na sasa Baba hayupo hatujui kutenda. Kwa hivyo baba ametoweka wakati chama chake kinasherehekea miaka 20 kabla birthday halisi sherehe mm, iweze kufanyika. Na niweze kumkumbusha tu mpenzi mtazamaji kwamba chama hiki cha ODM basi kimemteua uh, kakake uh, Odinga Oburu Oginga kuwa kaimu kinara wa chama, viongozi wa chama hicho uh, mama naibu viongozi wa chama hicho wanasalia kuwa Abdulswamad Sharif Nasir, gavana wa Mombasa, uh, Godfrey Osotsi ambaye basi ni seneta wa kaunti ya Vihiga, alafu pia gavana wa kaunti ya Kisii Simbarati. Pamoja, watatu hao wakiwa basi ni manaibu vinara wapima hivyo, mwenyekiti akiwa ama, mwenyekiti akiwa gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, alafu katibu wake akisalia kuwa seneta wa seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna. Sasa Opiyo Wandayi ambaye basi alikuwa mwanachama wa, alikuwa mbunge na pia mwanachama wa chama ODM, ambaye sasa kwa sasa ni waziri wa masuala ya kawi amezungumza, akiwa Bondo hii leo mpenzi mtazamaji, akisema kwamba ndio, baba ameondoka, kinara wetu ameondoka, ametuacha, japo walituacha katika serikali, basi kama ODM kama Uh, viongozi na wanachama wa ODM bali tukiwa serikalini katika serikali jumuishi ya Kenya Kwanza, tutasalia katika serikali ya Kenya Kwanza kwa sasa, tutafanya kazi na Rais William Ruto, hata labda mpaka mwisho wa mwaka wa 2027 ni jambo ambalo tutasalia. Wajua, yanasemwa lakini kut ya kutendwa, mpenzi mtazamaji uh, na mwenzangu hapa kutendwa, basi kusema ni rais, tatizo ni ku Kutenda ama kulishirikisha katika matendo si ni kweli naam tutasubiri kwa kuangalia japo tunawatakia kila la heri wana uh, wana ODM hata wakati basi wanaendelea kupitia katika msukosuko huu maana tumeona tumeona viongozi wakilia waziwazi kwa umma kwamba kinara wao wameondoka tumeona gavana wa Mombasa Abdulsamad akiweza kulia maana kwa kweli uh, kwao Uh, baba ameweza kuwalea kisiasa tangu wawe wabunge wa, wa, wa, wa, wa, wa. Uh, tiketi zimepanda, magari hayapo barabarani tena, maana watu watu wamekuwa wengi, wameweza kukata tiketi za kuweza kusafiri uh, kutoka Nairobi mpaka Kisumu uh, kwa, kwa gari dogo la abiria kumi wa abiria kumi na wanne wa hwa kama shilingi elfu moja mia tano kwa sasa japo, Kujapo kwa sasa utapata uh, pesa hiyo ama bei hiyo imepanda mpaka shilingi elfu tatu. Ndege pia zimepanda bei kutoka shilingi elfu kumi na nane mpaka karibia elfu ishirini na tatu kwa baadhi ya ndege na zingine mpaka elfu thelathini. Kule Siaya pia watu wamejaa, watu wamejaa barabarani. Kila mtu anataka kwenda kumpa kumpa buriani uh, Raila Odinga. Mpaka Tanzania Tundu Lissu uh, kinara wa upinzani uh, Tanzania Tundu Lissu ambaye yuko gerezani kwa sababu ya makosa ya uh, uh, uhaini, basi pia ameomba ruhusa ya uh, kutoka gerezani hata akiwa na pingu aje amsindikize um, rafikie Raila Odinga. Japo pia ameweza kutuma wafuasi wake waje. Mm -hmm. Kwa hivyo uh, ikiwa basi ungependa kujipata sehemu hizo kumpa buriani Raila Odinga, basi mtazamaji labda utakuwa makini sana na kuna uwezekano labda hata ukakosa nafasi. Hata barabarani uh, kuna baadhi ya wanasiasa walikuwa wanasema na viongozi walikuwa wanasema kwamba itakuwa bora ikiwa serikali itaweza kum, kum, kum, kutumia ndege kusafirisha mwili wa Raila Odinga kutoka Kisumu mpaka Bondo maana wanajua kwamba barabarani labda hata wakazi watazuia mwili huo kufika katika eneo la maziko kwa wakati na kweli kabisa, maanake tulivyoona hapo jana mwili huo ulipotiwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hapa jijini Nairobi, tuliweza kuona kuwa ulipokelewa na umati mkubwa wa watu ambao walikuwa wamefika kule kulaki mwili huo. Na kulikuwa na msafara kutoka katika uwanja huo hadi ilifaa upeleke katika kwanza makafani yali kisha upeleke katika majengo ya bunge. Lakini kidogo ule msafara ulichukua muda mwingi maanake Watu walikuwa wakitembea na lile gari ambalo lilikuwa limebeba uh, mabaki ya mwili wa Raila mm -hmm. Na kusema kweli, kutokana na umati huo mkubwa wa watu ambao kidogo uh, maafisa wa usalama walishindwa kudhibiti vizuri, ikabidi waweze hata kubadilisha mahali ambapo walikuwa wamepanga mwili huo utakuwa, na kupeleka mwili huo upelekwe katika uwanja wa Kasarani. Kwa hivyo pia kule kaunti ya Kisumu itabidi pia serikali jipange vizuri maana yake, mm -hmm. Huenda yaliyotokea hapa jijini Nairobi yakatokea tena katika kaunti ya Kisumu japo, mm -hmm. Mama Ida mjane ameweza kutoa ombi kwa Wakenya akisema kwamba uh, tuomboleze tuomboleze kinara wetu, tuomboleze baba yetu, tuomboleze kwa amani, tuweze kushirikiana kwa amani, basi kwa heshima ya baba yetu ambaye amelala ni jambo ambalo pia Wakenya wanapaswa kutulia maanani wakati wanamuomboleza, kwamba uh, wanakopita wasilete vurugu, wasilete uh, wasizue zogo kwa heshima ku, kuzungumza na wale basi ambao labda pia wanapitia wakati mgumu kama huu ambao basi wamefiwa na wapendo wao. Jana tumeona kwamba angalau watu watatu wameweza kupigwa risasi na kuweza kufariki katika uga Kasarani, katika ule mtafaruku wa kujaribu kulinda usalama katika wakijaribu kuangalia mwili wa, wa Raila Odinga. Tunasema pole kwa wao ambao wamefiwa na wote ambao basi wanapitia kipindi kigumu hiki cha maombolezi katika kwa familia ya Odinga na wale wengine wote ambao basi sijawataja ama siwajui. Najua kwamba Mola, uh, pale ambapo upo atawapatia faraja, atawapatia nafasi tena na nguvu za kuendelea kupigana tena katika maisha haya kwa ajili yako wewe na familia yako na hata familia ya mpendo wako ambaye basi ameweza kutangulia mbele zake. Kutoka meza ya TV, mtazamaji, nasema ya leo mpenzi kwa amani, tukikumbuka kwamba baada ya Jumapili ambapo basi Raila Odinga ataweza kuzikwa, kuna maisha baada ya hapo, kuna Kenya ambayo basi inapaswa kujengwa baina yangu mimi na wewe.